Kamishna wa eneo la magharibi Irungu Macharia ametoa onyo kali kwa wanasiasa walio na hulka ya kuzua uchochezi na matamshi potovu na pia kuwatumia wahuni kutatiza amani katika jamii akisema kwamba viongozi kama hao hawatasazwa na makali ya kisheria hasa wakati huu wa maandalizi ya chaguzi ndogo. Hii ni taarifa yake Edwin Sasaka. Kamishna wa eneo la magharibi, Irungu Macharia, akizungumza na habari baada ya kuzuri kiwanda cha Rai Pepa mjini Webuye, amewataka wanasiasa kuendeleza kampeni zao kwa njia ya amani, akiweka wazi kuwa vitengo vya usalama viko ange kupambana na wanasiasa watundu kwa sasa na hizo zinaitwa matanga gang, sio wenye wanaenda kwa matanga kupigana nini na kadhalika. Tayari profiling ishafanywa na hao maofisa wetu wa usalama na wale wa ngao, tumeandikisha, tunajua ni yake nani, na kuna vijana wengi tangu wakati ule tulikuwa na CS ambao tumeokota wale watu wa jeshi jeshi, sijui jeshi gani, sio hao hao, hizo walikuwa na taji wakati ule SG42 brothers, SG brother wangapi, hata wengine kumi na nane, hata CS aliuliza, nani alihesabu, walikuwa kumi na nane. Kwa hivyo, tunajua ni wengi wengine wanaitwa boys, nimetoka kusema a, wanajiita boys, soon watakuwa men, so because they can't be boys forever. na sisi kama security committee, tumesema tutakabiliana nao na kabla kufike wakati wa uchaguzi hata baadaye hata wakati huo. Wakati huo huo, Kamishna Macharia amewarahi viongozi na wakazi wa Magharibi kuunga mkono wawekezaji eneo hili ili waweze kubuni nafasi zaidi za ajira kwa wakazi. So letu ni kuthibitisha kwamba yale tumeona ni kuwa kiwanda kinafanya kazi kwa wakati huu. Tumeambiwa kimeajiri wafanyikazi mia nne na hamsini, na hao wa ni wale wako na direct employment. So ki imagine ni kama familia ngapi wanaguza wakiwa hapa wakifanya hiyo kazi, na pia wale wako hapa katika hiyo 450 people ambao wanafanya kazi hapa, ni kwamba huo mwekezaji, kwa nafasi ya kwanza, sisi kama taifa na serikali tunataka tuwapongeze, sababu wameweza kuunda nafasi kwa kazi kwa Wakenya na vijana Anatusaidia, so, kwa, kwa kukabiliana na hilo changamoto ya ukosefu wa kazi katika taifa. So tumeambiwa pia ile mipango wako naye kuendelea kuwekeza na kupanua kiwanda kiweze kuajiri hata watu wengi zaidi. Kulingana na msimamizi wa mawasiliano katika kiwanda cha Rai Paper, George Muruli amefichua kuwa wataendeleza kuimarisha kiwanda hicho ili nafasi zaidi za ajira zipatikane. Discourage politicization.

So uh, just coming back to your question I think the future is bright now that uh, there's been a lift on the embargo uh, on um, um forestation I think we shall now be getting additional uh -huh. raw materials to complement whatever we are doing in so far as environmental management is concerned nikiripotia West TV kutoka mjini Webuye wadi ya Maraka eneo bunge la Webuye mashariki kaunti ya Bungoma Jina langu ni Edwin Sasaka.